Baba yetu na Mungu wetu, uketie mahali pa juu palipoinuka, basi endeleza uadilifu ule, uendelee leo hii. Serikali hii imetuweka meza moja, Wakristo na Waislamu. Huu ni uadilifu mkubwa. Taasisi isiyo ya kiserikali ya Wezesha Mwanamke Tanzania WEMWA leo imefanya kongamano la viongozi wa dini mkoa wa Singida kuliombea taifa, ambapo mgeni rasmi akiwa mkuu wa mkoa wa Singida Halima Omar Dendego. Katika kongamano hilo hawa hapa viongozi wa dini mbalimbali mbali, wanaongea. Sasa, mimi nataka kueleza kwamba ni amani kwanza ndio haki. Ukitanguliza haki kabla ya amani utakuwa umekosea. Nabii Ibrahimu alaihi salam alivyoipeleka familia yake, alivyoitoa familia yake kutoka Falastini kule Jerusalem akaipeleka kule Saudia ambayo ni Makka familia yake tu alivyoiweka pale, hakukuwa na vyama vya kisiasa, hakukuwa na mtu wa kudai haki, ni mke na mtoto. Lakini yeye katika dua zake akasema rabbana waj'al hadha baladan amina, ewe Mola wangu, fanya nchi hii iwe ya amani. Kibiblia kwa sisi wa Kristo tunasema kura hukomesha mashindano. Wale wa Kristo nafikiri tunaelewa hilo. Yaani ili tumpate mtu sahihi ambaye Mungu anapenda kumwinua katika taifa hili la Tanzania. Tutapiga kura na yule ambaye Mungu amemwandaa kuiongoza nchi hii atapatikana baada ya Watanzania kupiga kura. Mkurugenzi wa wezesha mwanamke pamoja na mwenyekiti wa dini mbalimbali mkoa wa Singida nao pia ametuambia lengo la kuwa na amani nchini Tanzania. Lakini pia sisi kama WEMWA tumeona si vema kukaa kimya tunapoelekea kwenye kipindi hiki cha uchaguzi. Kwanza tumekuwa tukishirikiana kwa karibu na viongozi wa dini, tukiamini kwamba kupitia viongozi wa dini tunaweza kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Viongozi wako wanaogombea wakimtafuta Mungu, wakimtanguliza Mungu, nchi yetu itakuwa na amani. Mgeni rasmi Mkuu wa Mkoa wa Singida Halima Dendego ametuambia umuhimu wa amani na kuhakikisha amani kwa mkoa wa Singida. Tunapozungumzia Singida leo, ni hii hapa iliyomo katika hili ofisi ya mkuu wa mkoa. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu kwanza Mungu ndio awali, Mungu ndio mambo yote. Sasa tunapowatanguliza viongozi wetu wa dini, basi tunajiweka kwenye mwamvuli wa amani. Tunajiweka kwenye mwamvuli wa kulindwa na Mwenyezi Mungu.